<laughs> Wewe, kutokana na asila zako niliamua kukuacha kwa sababu mimi sihitaji jamu kamakuwa na ka katoto bana, ili si unajua yes. Tena nataka kumpiga si ndio? Wewe, wewe. usitake kunipanda kichwa nitakuvuruga sasa hivi fanya hivi. Nikurudie sasa eti weka huku sikia yeye. Kwa hizo hasira zako tu am... una na huyu. We una akili sawa sawa kweli mjinga? Mwonyeshe. Sikia. Mimi sijai kukosea. Yaani, pana ni machana wewe eh. Naenda kutafuta mdemu mkali zaidi yako eh, yaani hivyo mwembamba kama sindano, nazidi mi kwa alipi kwanza. Ah, basi hiyo hiyo sindano ya kwangu mzee. <laughs>